Audhubillahi min shaitani rajim. Bismillahi Rahmani Rahim. Mimi ni Sheikh Abdullah Muhammad Masiku, maarufu Abdullah Dofu katika madrasa ya Imam Zainul Abidin. Namshukuru Mwenyezi Mungu kwa rehema zake na utukufu wake. Bwana Abbas alitoa ufadhili wa vifaa hivi vya kutoa mafriza haya kwa ajili ya kuhifadhi samaki na ikawa kama ni chanzo cha mapato katika madrasa hii. Lakini jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu imetufanikisha katika makusanyo. Tumeweza kutengeneza vitu mbalimbali na kusimamia hatua mbalimbali mbali katika uendeshaji wa madrasa hii. Kwa hivi sasa, friji bado ni nzima freezer, lakini hizi battery zimekufa. Kwa hiyo na kuomba tena kwa rehema, nakuomba kwamba hizi battery hatuzijui wapi zinapopatikana, lakini si hupatikana tu hata kiasi ya fedha cha fedha chau manunuzi, naomba ufadhili uendelee katika kuzifadhili hizi, tupate betri mpya na vilevile, ikiwezekana kuweza kupata nyongeza ya haya mafriza, kwa sababu itakuwa ni chanzo cha kuondoa zile malalamiko au vyanzo vya mapato katika madrasa hii. Walimu alhamdulillahi, wapo, naendelea kusomesha na tunalea vijana ambao tunao karibu, vijana vijana, sio watoto wadogo, vijana karibu thelathini na mbili wanaume na wanawake, takriban wako kumi ambao ni watu wazima, wengine wameolewa na wengine wameoa na wengine wanakaribia kuoa, kwa wapo tu kwa ajili ya kuelimishwa na kuelimika katika dini na kufuata na kusimama katika misingi ya malezi ya dini ya Kiislamu. Hususan katika swala zima la ahlubaiti rasulillah, ni wafuasi wazuri na ni wasomi na wanapenda na wanafanya tablighi, bado kwamba tuna vitu vingi, kama hatuna msikiti maalum, kwamba huu ni moja kwa moja utaendesha ibada kwa mujibu wa, wa fiqh ya imamia na vile vile katika kuwa na majlis mahfil kwa ajili ya kuendeleza majlis mbalimbali, hususan katika kipindi inapokuwa cha muharami na mengineyo. Kwa hiyo naomba ufadhili huu kwa heshima na taadhima kwako na wa yeyote yule ambaye atakayeguswa na jambo hili, basi aweze kuchangia kupitia kwenye namba hii insha Allah, wa matawfiqi illa billah. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.